Sasa niende kwenye maombi ambayo ndugu yangu Mpina aliyaomba. Ndugu zangu, ndugu yangu Mpina aliomba barabara kwamba barabara, barabara hii ni ya vumbi, madaraja matatu na kuwepo kwa halmashauri ya wilaya ambayo waziri alishasema, lakini uwepo wa halmashauri ya wilaya sehemu yoyote huanza na mchakato wa ndani, unaanza na mchakato wa ndani Ombi linapelekwa TAMISEMI, TAMISEMI wanachakata na huku juu tunamalizia, lakini hatoki mtu kuomba juu kwa rais, wakati ndani huku alikotoka mchakato haujaanza. Hilo halipo. Kwa hiyo kama alivyosema waziri, anzeni mchakato. Lakini jengine ameomba madaraja na barabara. Ndugu zangu, maombi kama haya lea huyu aliyowasilisha bungeni na mawaziri wakatekeleza maombi yake. Sasa maombi haya kuyaleta hapa kwenye mkutano kwa rais ni kujitafutia umaarufu na kuprove kuthibitisha kwamba mbunge hakulifanyia haki jimbo lake. Angesema bungeni, kazi hii ingefanyika, lakini inaonyesha mbunge hakulifanyia haki jimbo lake. Lakini la pili kwa sifa alizozitoa na maelezo aliyoyatoa, SGR Mwalimu Nyerere, daraja la Busisi, MV Mwanza, huyu si mbunge wa jimbo bali ni mbunge wa taifa. Kwa nadhani tunapokwenda huko, muache ni mchukue kwenye nafasi zangu kumi. Mwenziwe Lea amesema kila kilichofanyika jimboni na amaunti ya fedha, akitoa kichwani, lakini mbunge wa kisesa ni kurukaruka na kwamba Kisesa tunakudai, lakini ukifata maandiko na rekodi za serikali tumefanya mambo mengi sana Kisesa. Ameni amenishangaza kusema Kisesa iko kama mwanamke aliyesuka nywele. Ina maana amedharau jimbo lake, angesema kumekatwa mabarabara, maendeleo yameonekana na hivi. Lakini ndugu zangu, nadhani mngekuwa serious kutuletea wabunge wa kukutoleni huduma kwenye majimbo yenu, nadhani mngekuwa serious kwenye hilo. Kwa hiyo huyu ni mbunge wa Taifa na sio mbunge wa jimbo, kwa sababu hakuongea chochote cha jimbo lake. Baada ya barabara za kusuka nywele, ndicho alichoongea.